Bismillahi wassalatu wa wassalam ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa katika viwanja vya ndege vya kimataifa hapa Madina, tukiendelea na shughuli za kuwasindikiza mahujaji waliochaguliwa na kuteuliwa na Allah subhanahu wa taala mwaka kutekeleza ibada za haji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano alaokuwa mbele neno ni f sahibu alfadhila wa sahibu al-maqam na habibi nas, kipenzi cha watu wakubwa na wadogo, wake kwa waume. Bismillahi, mashallah, sio kwa sababu ya uzuri wake tu, lakini kwa sababu ya yale ambayo kwamba anayotoa yanatoka kifuani kwake, the way yanavyowafikia watu. Shekhe Othman Maalim sio wa kutambulishwa na mtu mdogo kama mimi, lakini kwa sababu nimeshika dhima ya hii kamera, haparabudi niwaambie tu watazamaji wa Al Azhar TV wanaotizama sasa hivi kwamba alokuwa mbele yenu ni Al Haji Khadim Buyuf Rahmani kwa sanawati idda kwa miaka manake ambayo huenda mwenyewe akasahau, lakini simsemee, uacha inshallah, turudi kwake. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shekh Uthmani. Haji mabrur, hongera sana Shekh Uthmani kwa kutekeleza, baada ya haji mwaka huu tena mfululizo na miaka iliyopita. Uteuzi huu kutoka kwa subhanahuwataala unachukuliaje, Shekh Uthmani? Mashallah, mashallah, mashallah. Mwaka huu imeonekana kuwa haji iko tofauti kidogo na miaka iliyopita, kuna mulahadhati umeonekana kuwa wengine wakisema kwamba kuna improvement, wengine wakisema iko vile vile. Kwako Sheikh Othmani na uzoefu wako ipoje? Imetokea vipi katika macho yako eh? Hajiya mwaka huu kwa kweli improvement ipo, kwa sababu murakaba wa hali ya juu ndiyo, na kuna mianya mingi ambayo wenyewe ilikuwa naona kama inaharibu baadhi ya vitu katika vamu imezibwa, lakini pia mambo ya nidhamu ya ile mahujaji waende salisa, yani ndiyo. Flexibility ilikuwa kubwa sana, mashaallah. Na kila mwaka tunaona tatawur jadid, yani maendeleo mapya na takaddum mpya katiwezsha mahujaji wageni wa Allah kama ulivyosema kufanya hija kwa raha na kwa njia nzuri kabisa, mashallah. mm -hmm. Wallahi, Shekh Othman natamani kuita doktor natamani kuita profesa lakini hivi, yeah, vyote havina maana chenye maana ni kile ulichokibeba kifuani kwako. Sasa utupe e, mwangaza kidogo, Shekh Othmani. Wewe ni katika maduati wakubwa, walinganiaji wakubwa ambao wanadhima hapa duniani ya kuwarahisishia waumini au waislamu kwa ujumla kulifahamu lengo la kuumbwa kwao na Subhanahu wa ta'ala. Lakini katika hayo Uislamu nao na nguzo zake tano, ambazo katika hizo moja ni haji, ambayo haji mfumo wake ni manisatwa Waislamu alhamdulillahi, Allah amewajalia kipato tele kwa tele, na tunashuhudia katika minasaba mbalimbali mbali, Waislamu wakitoa fedha bila hata kuhesabu, kukamilisha matukio mbalimbali ya mbali kijamii. Kama dai Sheikh Uthmani, kwako wewe inakuwa challenge kiasi gani kuwafikia Waislamu ili kukamilisha ibada za haji hususan hawa ambao wana kipato. Kwa hakika haji ya vijana wetu, watu wetu, nahisi bado elimu haijawafikia wengi na Deo. Hamasa pia ni ndogo, kiasi kwamba hata ukichukua kundi la mahujaji ukija nalo hapa kama ni vijana vijana, baadhi ya watu wao wanawauliza wewe, una hakika umemaliza mambo yako? inaonekana <laughs> kama yake sio kawaida. Allahu Akbar, tunawahisi tunawasihi watu wetu kwamba hija haina umri maalum, kwa sababu hakuna mtu ana agreement na Allah. Pale unapopata uwezo tu, umeshakwenda Thailand, umeenda Dubai, umeenda China, umeenda Marekani, Europe kote umetembea

Kwa ya salam Sheikh Uthman, barakallahu fikum, hii ibara imeeleweka uzuri. Swali lingine ambalo utuvumilie, imeonekana kuwa kuna mapokezi makubwa ya kina mama kutekeleza ibada hii ya haji kwa siku za karibuni, na mwaka huu huenda wametia fora zaidi. Hii Sheikh Othman, kama dai kuna juhudi maalum mnazifanya au ni kwa bahati mbaya? Si kwa bahati mbaya. Kila uh, panapokuwa na jambo akina mama kwa hakika wa mstari wa mbele. Usisahau kwamba mtu wa mwanzo kumwamini Bwana Mtume sana Dio. Subhanallah, amin. Kuna watu walikuwa wamelinki hii labda, hususan kutoka Tanzania kwamba labda kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano ni mwanamke, basi imekuwa ni fursa kwao kutengeneza baada hii. Hili lina ukweli wowote? <laughs> <kuhaya, kuhaya>, yote <laughs> Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuweke mama Samia amjalie hekima amuendelezee na hekima apate kutuongoza katika hali ya hekima na busara. Naam, Amin. Ni mwamko, ni kweli wanawake ni wengi sana, labda pia kumpa nguvu mama lakini, always kama nilivyokupa istishhad nilivyokupa mwanzo anakuwa mbele katika mambo. Ya Rabbi, bismillah mashallah sayyid fadila sahibu al-maqam wal fadila sahibu ad-da'wa ku jambo moja pia watazamaji wa Al Azhar TV uh, walitaka wafahamu kupitia kwako na, ni swala la umri sahihi. Tumekuwa na baadhi ya watu ambao wanasikika wakisema kwamba wanazo pesa na uwezo wanao kiafya na kila, kila hali na, lakini wanasubiri kutekeleza ibada wakiwa wametangulia kidogo katika umri. Hili kwako lipoje Sheikh Othmani, ukweli ni wapi? Hakuna umri maalum ila ukishakuwa wewe umekuwa mumayiz, unafahamu unakuja haji, hususan kishakuwa baligh aqil na zile shurutu za haji ambazo zimetajwa Islamu mpaka mwisho, na wewe unaweza kuja haji. Kwa hiyo usiseme mimi, ngoja kwanza sijafika wakati, ni ninjoi dunia mpaka wakati wa kufuta dhambi ndo niende hija. Hiyo hakuna agreement na Allah kwamba utabakia mpaka wakati. Bismillah, mashaallah wote wa wa, hususan ukiwa kijana, kwa sababu mikiki mikiki ya hija ni mingi, kwenda kurudi, kuna hali za safari, hizi zote zinahitaji nguvu. Ndio yeah. ukija hija ukiwa kijana ishirini na tano ishirini kumi na tisa thelathini. Bali utakapokuwa na uwezo usiakhirishe no. jambo hili la hija njoo uwe katika

Kwa sababu ya muda wako ulivyokuwa mdogo, tumekutafuta sana, tumekuvizia. Lakini bismillah, mashallah, umeutumia vizuri huu muda, kiasi cha kujikita katika ibada hii, kuwa unakuja mara kwa mara. Pamoja na kuwa ni shekhe, lakini huoni kama kuna sehemu pia ya bahati? Maanake shekhe wako wengi, lakini hawapo hawaji kama unavyokuja. Shekhe Uthman, hii lilipoje kwako? Hey, kama nilipotangulia, hizi ni fadhila za Allah, alhamdulillah, sio kwa ria wala sumaa. Nimekuja sasa hivi ni mara ya 18 kwa hajj, mashaallah, inshallah, mashaallah kama kuna umri tutaendelea kuja kwa ajili ya kuwafundisha na kuwaonyesha wageni wa, wa Allah wa wapya njia na namna ya kufanya ibada hija, kwa sababu ibada hija inatakiwa ifanywe kwa weledi kama mm. alivyoagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam na hivyo hivyo nimechaguliwa katika sehemu kama hizi kuwa mwalimu wa yes, yes, wajaji, na tutakuwa tunaendelea kuja kupokuwa na fursa ya kufanya hivyo kila wakati. Yes, wasalam. Walokuwa nje ya maeneo matukufu haya ya Makkah, Madina na viunga vyake ambavyo vinatumika kutekeleza ibada ya haji, wanadhani kwamba eh, Tanzania eh, kuenda ku, eh, kukabiliana na eh, nini tunasema jambo la kitaifa ambalo ni uchaguzi ni fursa adhimu, kwa sababu jambo linakwenda kutokezea miezi michache baada ya waumini wa kiislamu kukamilisha ibada yao adhimu ya haji. Hili lenye mashekhe kwenu lipoje? Kwa hakika ilikuwa ni fursa, tena fursa kubwa, kama yeah. kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta kwa ajili ya kuiombea, moja katika mambo muhimu, kuombea yeah. watu wetu, kuombea umma wetu, kuombea taifa letu, yeah. kuombea viongozi wetu, hicho yeah. ni kitu ambacho katika uislamu ni moja katika maamrisho na maelekezo. Yes. Kweli kabisa, mbele yetu kuna uchaguzi mkuu na sisi tumemwomba Allah tuvuke salama. Pale ambapo patakuwa pana ishara zozote za shari, Mwenyezi Mungu aishinde, aitokomeze pahala ambapo eh, mwenyewe anajua, lakini yote kwa yote tumefanya dua kwa viongozi wetu, kwa nchi yetu ya Rabbi, amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ya Rabbi ya Rab, nam, pole, maanake watu wanakupenda hata wale ambao hawandoki katika mataifa yako, shekhe wa kimataifa. Kwa hiyo uvumilie tu a, swala la mwisho shekhe Othmani, tunakwenda katika juhudi za kuongeza idadi ya mahujaji kufikia angalau kota ambayo tumepewa, hisa ambayo tumepewa. Wizara ya Haji imetambua wingi wa Uislamu Tanzania na ikawapa kota takriban elfu ishirini na saba kila mwaka, lakini kwa bahati e, tuseme nzuri au bado hatuna bahati, hatujafikia hata 1500 kwa mwaka. Mwaka huu kidogo tulifika idadi ya angalau 3543. Sheikh Othman kuna nini Tanzania? Kun, unadhani kuna e, e, kuna tatizo lolote? Tatizo hakuna isipokuwa kama yeah, nilivyosema bado watu hawajahamasishwa, unajua ikiwa kitu hukijui ndio, yeah. definitely unaweza ukawa adui wa kile kitu sahihi. Ma insanu aduu lima yajhaluhu, mwanadamu yeah, ni adui wa kitu wa kwa kitu asichokijua. Subhanallah, wengi wetu bado hatujaijua hija ya thamani yake. Anaweza akapita hapa mtu muhimu sana, lakini sababu hujaambiwa ni nani Subhanallah. Bwataki kwa mkia unaweza usirudishe sana lakini, siku ukimjua yeye ni nani now, now. Basi utamkimbilia utampa ule umuhimu wake, utampa kile chuo chake. Watu wakiijua hija thamani yake, wataifa umuhimu wake. Subhanallah, maduatu wanatakiwa waalimu, mashekhe wachangamke, waeleze watu fursa na nini thamani ya hija. Watafanya hivyo wa lillahi lhamdu, tumeanza kufanya hivyo mwaka huu ambao umepita, tumeenda Dodoma tukaenda mpaka Tabora, uh, Tabora Arusha, tukapita mpaka mashaallah huko uh, Kondoa tukageuza tukarudi, tukawapa watu muhimu wa hija na kutekeleza ibada hii, na inshallah, mkoa pia tuna azma ya kupita katika mikoa mingine, mingine, na kila mwaka inshallah, Allah atupe uwezo no, lengo ni kuhamasisha watu waje hija.

Ma na ma yote kwa yote utakuwa umetekeleza kuja kuizuru nyumba ya Allah Subhanahu wa Taala. Mashallah. Allah, Allah awafikishe Sheikh Uthmani. Swali la mwisho, unaondoka leo, unaacha ardhi yenu mnaoipenda kuliko huenda ardhi yote katika viunga vya duniani, eh, Saudia, lakini kwa maana ya Madina, mji wa bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Na Sheikh Uthmani, uh, kumwelezea bwana mtume kwa fasaha ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuongezea umaarufu sana kwa sisi wanafunzi wako e, duniani sasa, katika hali ya kawaida, huwa unajisikiaje? Maana yake kuacha mji huu ambao kesho yake huijui, yani kwamba ndo unatoka unakwenda zako nyumbani, unajihisi vipi? Unajisikiaje? Mtume anasema wa subhanallah, mji ambao wamelala kwa daraja, bwana Mtume alikuwa miaka 10 akifanya dawa, mji wa masahaba, mji ambao wamezikwa zaidi ya 1000 masahaba, mji ambao ameshuka Qur'an, mji ambao mtume na masahaba zake walikuwa wanaenda huko wakirudi huko, wakaipigania dini ya Uislamu. Bila shaka kuondoka katika miji hii ni kubwa, lakini inshallah kumalizika kwa ziara ziara hii ndio kwa ziara ya rabbi. Sheikh Uthman, tujue kitu kimoja, umekuja na taasisi gani au unatumikia taasisi gani? na taasisi hii makao makuu yake yapo Dar es Salaam na siku za kufanya kazi ni siku zote, Masha Allah. Sheikh Uthmani, barakallahu fikum, ni yeah. Sheikh usiotambulishwa ni Sheikh usiohitaji kuarifiwa, ni Sheikh ambaye kuonekana kwako watu wanaisi bashasha na baraka na faraja ya kumsikia Bwana Mtume slaa na Uislamu wao kwa jumla. hajun mabrurun dhambun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Tulikuwa na Sheikh Othman sahibi al-maqam al-fadila kutoka Al Azhar TV hapa Madina, ambaye ni imamu, lakini pia kiongozi wa taasisi ya haji na umra itambulikayo kwa jina la Ar-Rawda, raudha